Kikundi cha wanasayansi kinadai kuwa kimegundua rangi mpya ambayo hakuna binadamu yoyote aliyewahi kuiona hapo awali. Utafiti huu umetokana na jaribio ambalo watafiti nchini Marekani walifyatua miale ya leza machoni mwao kwa kuchochea seli maalum kwenye retina. Washiriki wanasema waliona rangi ya bluu kijani, ambayo wanasayansi wameita olo, lakini baadhi ya wataalamu wanasema kuwepo kwa rangi mpya bado ni jambo linaloweza kujadiliwa. Matokeo ya utafiti huo yaliyotolewa katika jarida la Science Advances siku ya Ijumaa yameelezwa na Profesa Ren Ng wa Chuo Kikuu cha California ambaye pia ni mwandishi mwenza wa utafiti huo. Yeye pamoja na wenzake wanaamini kuwa matokeo hayo yanaweza kusaidia zaidi katika utafiti kuhusu upofu wa rangi, yani color blindness. Profesa Enji, ambaye alikuwa mmoja wa washiriki watano wa jaribio hilo, aliiambia BBC Radio 4 katika kipindi cha Today siku ya Jumamosi kwamba olo ilikuwa ni mkazo mkubwa zaidi kuliko rangi yoyote unayoweza kuona katika dunia halisi. Hebu fikiria umetumia maisha yako yote ukiona tu pinki hafifu, pinki ya mtoto na pinki ya kupauka, kisha siku moja unaenda ofisini na mtu anavaa shati lenye pinki yenye nguvu ajabu ambayo hujawahi kuona na anakuambia hii ni rangi mpya na tunaiita nyekundu, alisema. Wakati wa jaribio hilo watafiti walielekeza miale ya leza kwenye mboni ya jicho moja la kila mshiriki. Kulikuwa na washiriki watano katika utafiti huo, wanaume wanne na mwanamke mmoja, wote wakiwa na uwezo wa kuona rangi kawaida. Watatu kati yao, akiwemo Profesa Eng, walikuwa waandishi wenza wa ripoti ya utafiti huo kulingana na ripoti hiyo, washiriki walitazama ndani ya kifaa kinachoitwa OZ ambacho kina vioo leza na vifaa vya macho. Vifaa hivyo vilibuniwa hapo awali na baadhi ya watafiti waliohusika, kikundi cha wanasayansi kutoka UC Berkeley na chuo kikuu cha Washington, na waliboreshwa kwa ajili ya utafiti huu. Retina ni sehemu ya nyuma ya jicho yenye uwezo wa kuhisi mwanga, ambayo ina jukumu la kupokea na kuchakata taarifa za kuona inabadilisha mwanga kuwa ishara za umeme ambazo husafirishwa hadi kwenye ubongo kupitia mshipa wa macho, hivyo kuwezesha kuona. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.